Hidi Mubarak, Mtanzania popote pale ulipo, ni wale wale Mafia Boxing Promotion. Leo hii tumebadilisha ladha kabisa, tumetoka Dar es Salaam, tumefunga safari mpaka kuja mji wa raha kabisa. Wenyewe wanakuambia utakutana na kibao cha karibu Tanga, kwa heri Tanga huwezi kuonana nacho. Guess what kitu gani tunakuletea siku ya leo? Tumeamua kufanya Tanga tour kwa familia za mabondia ambao tuko nao ndani ya Mafia Boxing Promotion. Karibia asilimia 75 mabondia wetu wanatokea katika jiji hili la Tanga, na leo hapa tunaenda kuanza na familia ya Kalolo Amiri mama kaka, dada yoyote yule atatupitisha safari ya Kalolo ilikuwaje, mafanikio, challenge wao, kama familia, jamii nawachukuliaje, wanaiongelea vipi promotion na Mafia ambayo imekuja kuwa ni kama game changer kwenye mpande wa boxing. Kaa nasi usitoke mbali ya channel zetu kule Instagram, Facebook, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Ukienda YouTube, ukisubscribe, utakuwa umetisha maoni yako, utakuwa umefanya jambo la maana kabisa na la msingi ndani ya channel zetu. Yes. Tulikwambia yoyote ambaye tutamkuta katika familia ya Kalolo atatupitisha vyema kabisa kuhusu mafanikio, challenge na mwanzo wa Kalolo alikuwaje na mpaka sasa hapa alipofika. Ni kitu gani ambacho anakiona kimebadilika kwa Kalolo Amir? Na hapa tumbati kime nzuri imekuwa kwetu na heri imekuwa kwetu, tumekutana na mama mzazi wa Kalolo Amir, mama. Shikamo. Marhaba mwanangu, haya za huko. Salama, Eid Mubarak. Nafurahi kwanza kukuona. Asante. Tunajua kabisa huu mchezo wa ngumi na kazi ya ngumi, hapo nyuma, baadhi ya wa wazazi walikuwa wanaona ni mchezo wa kihuni. Vipi kwa upande wako katika Kalolo anajiunga na mchezo wa ngumi? Kwa kweli, mimi zamani nilikuwa sitaki kabisa, tena sitaki nisikie. Maana mara ya kwanza alienda, akavunja vidole, mimi nikamwambia sitaki nikuone huko ukienda. Lakini kwa mara ya mwisho ambao nika, ni, akaniambia mama, basi njoo abasi kwani unipe support, basi nikaenda nika, kweli nikashuhudia mimi nikazidi kuipata moyo na hamasa kubwa sana mpaka sasa basi nimefarijika, mm. na nataka niseme tu namshukuru mafia boxi, mm. na mama Samia, mm. mama Samia alikuwa hashiriki huu mchezo, lakini mpaka sasa namshukuru Mungu kashiriki huu mchezo nanaunga familia zinazidi kwenda juu, maana zilikuwa tumeshuka wako, wameshuka wako chini, lakini mpaka sasa hivi namshukuru Mungu tunaona uongozi wake unafanya kazi hapo. Yeah, umegusia promotion ya Mafia kabla ya Kalolo Amir kuingia kwenye promotion ya Mafia na mpaka sasa hivi yuko ndani ya promotion ya Mafia, ni kitu gani ambacho mama unaona unacha kitu tofauti ambacho kwenye maisha ya Kalolo pamoja na familia kwa ujumla kimebadilika? Kwa kweli, zamani maisha yalikuwa ni magumu sana sana, mpaka sasa mimi nikawa nimefikia, kwani unafuata nini huko maana anaumia hata hela ya kujitibu hamna, lakini mwisho wa siku nikaanza kuona dalili za kufanikiwa. Kalolo alianza kiwango cha chini na akafika kiwango cha juu. Basi mpaka sasa mimi nawashukuru Watanzania wote ambao wanashiriki kumpa Kalolo Amir sapoti, na mimi pia ninajiunga na kumpa mwanangu sapoti, ambaye ni mama Kalolo. Kwa hiyo nawashukuru Mafia Boxi na mshukuru Mama Samia na polomota wote ambao wanamsapoti mwanangu Kalolo. Unaambiaje wazazi ambao mpaka sasa hivi wanao hiyo dhana, wakizani mchezo wa boxing ni mchezo wa kihuni, ni mchezo ambao huwezi kufanya maendeleo ya yote, lakini wewe ndani yako ulikuwa na dhana hiyo, sasa hivi umebadilika. Unaambiaje wazazi ambao bado wanaishi katika dhana hiyo ambayo haina ukweli wowote? Kwa kweli wanaongea sana, lakini mimi nikikaa naambia hapana, kwa sababu ndio kazi aliyoichagua. Mimi nasema ina faida, maana nilikuwa hata mimi nilikuwa sitaki, lakini nimeona nikubali, kwa sababu mwanangu sijamfundisha. uwezo wa kumfundisha nilikuwa sina, nilikuwa na maisha magumu sana, maana mimi nilikuwa nahangaika wale washibe, niweze kulipia chumba, wavae basi, lakini uwezo wa kumfundisha mtoto nilikuwa siko nao, kwa sababu nilikuwa niko peke yangu. Eh, kwa hiyo mimi nimeshukuru sana kwa hatua alofikia na nazidi kumpa mwanangu sapoti ambaye ana chuki binafsi basi aisogeze pembeni mwanangu azidi kwenda mbele. Mwenyezi Mungu kaisikia hiyo dua inshallah atakuwa na heri atafarikiwa mama. Tunaona kama tumekukumbusha machozi tusamee mama. Na shida tuko pamoja. Yeah. Eh, Kalolo msikia mama anatamani kulia kwa sababu yako ni kitu gani ambacho unaweza ukamwahidi mama katika kazi yako hii ya boxing? Uh kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha mpaka siku hii ya leo ya Idi Ale. Mshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa sababu kuna watu ambao walitarajia kufike, kufikisha siku ya leo lakini haijawezekana. Hmm. Wengine unakuta kwa hospitalini, wengine wanaumwa, wengine wamekufa, kwa hiyo ni jambo la kushukuru kwa sisi ambao tumefikia hii siku ya leo. Hmm. Sawa, kingine ninachopenda kumwahidi mama wangu, Asife moyo, sawa, wakati bado ila, azidi kuniombea Mwenyezi Mungu azidi kunisapoti sawa. Kuna muda utafika, sawa, kama akavumilia, tangu nikuamacha, kabla sija sijaingia katika kampuni ya Mafia Boxing Promotion ilikuwa akinisapoti pia, tangu nikuamacha, kipindi hicho nacheza amacha Sipati hata shilingi mia, sawa. Mpaka sasa hivi nacheza ngumi za professional, nacheza fight, napata vijiela kidogo, sawa. Familia yangu inakula, sijapata kikubwa, lakini iko iko kidogo, wanarizika nacho. Na tumekutana hapa na Kalolo Junior. Mama madhara yake alikuwa akidhania ya huo mchezo wa ngumi ni mchezo ambao haufai. Lakini paka sasa yeye anakusupport. Vipi kitokea Kalolo Junior mwanao akataka kuingia katika kazi hii ya boxing? Baraka zako zitakuwa juu yake au uh, kwa mtoto wangu kwa mtoto wangu kucheza mchezo wa boxing hapana, kwa sababu mchezo wa boxing ni mgumu sa, sa kwa sababu mimi baba yake mwenyewe naona sawa. Sometimes unakuwa pale ulingoni unacheza, unatamani hata ukimbie ulingo mzima, lakini hamna njia. Mm. <laughs> Kamba nne zote zimekaa pale, una pa kutokea sawa. Huo mchezo ni mgumu, ila nacho fokasi sasa hivi ni pambane sawa, nitengenezee familia yangu maisha sawa mwanangu, imadi hata kesho na kesho kutwa, asija akapata tabu, asija akafikiria kufanya mchezo wote wakiuni kuja kucheza sijui kuja kuiba kukaba au vipi, wala sija akaja kufikiria kama atakuja kucheza boxing Yaani kwa mwanangu se nachofikiria asome, eh, na mazingira mazuri ya baadaye mradi hata kesho na kesho kutwa asija yeah, kaja kupata taabu. Unaambiaje wakazi wa Makorola ambao ni jamii inayokuzunguka? Sapoti tunaiona wakikusupport. Unawaahidi nini pia na hawa watu ambao wanakusapoti kwa sasa? Wakazi wa Makorola ajili ya Tanga, wazidi tu kunisapoti, wazidi kuniombea kwa sababu tulipotoka na sasa hivi ni tofauti. Ilikuwa akinisapoti tangu amacha sawa, tangu amacha alikuwa akinisikia Kalolo anacheza simu fulani lazima uwanja utajaa, sawa. Kwahiyo ni support ambayo kionyesha kwangu mimi. Kwa hiyo mi nawashukuru, wazidi kunisapoti, wazidi kuniombea hadi nifike mbali, na pia nishukuru kampuni yangu ya Mafia Boxing Promotion kwa sababu bila bila kampuni hiyo singenifanya mimi leo hii au kuwa kwa na jina kubwa kama hivi sawa, yeah. ni nishukuru sana, na sasa hivi kama unavyoona kuna nokauti ya mama yes. yote ime, ime, ime... kuja kunogesha ladha ya kazi ya bongo yeah. na pia kama unavyoona kuna magari yanatoka sawa. mm, kuna viwanja ambaye mimi ndo msambaa wa kwanza kwa na kiwanja Dar es Salaam, hapo hapo kwanza <laughs> Mtanzania umemsikia Kalolo, tambo zake anakuambia katika wasamba wote wanaofahamu ambao wako, amba wako jijini Dar es Salaam yeye ndio msamba wa kwanza kumiliki kiwanja na sio kiwanja cha kumi kwa kumi, la hasha, lidude <laughs> likubwa. Namiliki Kalolo na mbwembwe lazima, yeah, kwa sababu niko katika kampuni kubwa ya Mafia Boxing. Ukizungumza yeah, boxing ukizungumza Mafia hajui sio, unazungumzia rais, yaani rais sio nchi gani mm. Sasa au namzungumza mama Samia mm. ad ukizungumza Mafia Boxing promotion. Ndio deal kubwa. Mama Samia, kwa sababu Mama Samia sana anajulikana dunia nzima, nchi nzima au dunia nzima kama rais wa Tanzania. Kwa hiyo chukulia mfano huo, kwa hiyo niko katika kampuni kubwa nafanya kazi kwa kutimiza malengo yangu, ila napambana na mimi, kampuni yangu itanifikisha pale ninapohitaji. Basi asante tunashukuru na leo mama, siku nzuri mmetualika katika shughuli hii ya Idi, najua vya kuchinja ni vingi, inshallah. Maana mfungo sana, mzima tumekula vya kuchimba bwana, kabisa. Karibuni sana na sio hiyo tu, na siku nyingine yeah. Basi karibuni, inshallah mtazamaji wa Mafia Boxing tumekwambia leo sisi tumekuja kufanya ziara katika familia za mabondia hapa tulipo. Tuko katika sehemu ambao wanaita ni Makorola, ni sehemu ambayo ukifika ukimuulizia Kalolo Amiri ni wapi, hata mtoto mdogo ambaye ameweza kutembea atakushika mkono akikwambia tete ni kupeleke Kalolo anapoishi. Usitoke kabisa kwenye channel zetu kule Insta, Instagram utatupata kama Mafia Boxing Promotion. YouTube utatupata kama Mafia Online Tv, ukipita pale ukilike, ukisubscribe, zaidi maoni yako yako yako kitu gani nataka kuona ndani ndani ndani ya ya ya ya Mafia, kutupa challenge ya kutuletea vitu vizuri, masikio yako na macho yako mbali ya wala sicheze, tofauti na na na page page za Mafia Boxing Tv. hii tangatua ina bala atujui ya wapi sijui sijui kwa michi. Sisi endelea kukaa karibu na page zetu zote za Mafia Tv.